Watu wangapi na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja, na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao, haya si majengo ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebreti mtu mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko. Ni vile halijakukuta wewe, these are the things ambazo tumeshikwizi. Watu wameshakuwa wepesi tu, mtu anameondokea na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement And, and, and, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa covid e, bungeni nilisema hivyo. Guys, why should, why are we celebrating? How, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought wi admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua, jambo limetokea limetokea jambo lililo cost lives life ssindohifo vurugu yeyote ikitokea there is a loss of lives. tume, tume, tume nani? And then we are now busy, we are now busy tunataka. And at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa Mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio guys? Mnataka tuhesabu kama magari? lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari guys? Watu wanapoteza watu, watu, watu, watu, watu wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari? Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema, ni watu hawa. Yuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate number hata si za nchi hii, na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa kuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it huku, huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili, na mtu aking'ang'aniza, nikiona watu wanaingia na mabomu halafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua, ambaye haiko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka... Yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanau, wanao, wanao onesha, wanao onesha, wanao onesha Hectares and hectares za watu wamelala wa, wa, wa sisi, sisi. Jamani, do you know, do you know, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja Si tuliwahi kushuhudia ma, ma, ma, mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu you, you, huwezi uka, huwezi, eh, eh, Kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi, unajua damu ya binadamu ilivyo. Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini, there, there is a, an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional lakini I'm, I'm just trying to wear the shoes najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo la hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako kwa akaenda kwayo naye akaenda